Niko katika karakana ya kuuza majeneza pale ambapo nimeweza kukutana na wauza majeneza ambao wako na motisha ya kufanya hii kazi. Ukiona wametengeza kazi nzuri sana, ambayo mmoja wapo ni hizi jeneza ambazo zinasemekana kuwa inatoka elfu thelathini hivi. Hapa niko na mmoja wa uza jeneza ambayo ningetaka kumuuliza maswali mawili matatu. Mwenzangu, karibu kwa mahojiano. Sana sana, dugu. Habari yako? Nzuri sana. Ah, unaweza tueleza majina, unaita nani? Kwa majina naitwa Kevu Baha. Mimi ni mzaji masaduku. Kevu wa masaduku. Pengine nikiweza kukuuliza maswali mawili matatu. Kuuliza, dugu. Hii biashara ulianzishaje? Hii biashara mtu wangu ni vi, Nilianzisha kama vile tu biashara nyingine yote. Nilikaa hivyo tu, nikaona watu wanakufa sana. Uh, watu wanakufa, kuna nikukatisha kiasi na na pesa ngapi? Nilianza na sanduku mbili, nilikuwa za kujifanyia, nikala nikatafuta vitu huko mabao, nikachonga eh.